Mbunge wa jimbo la Mtwara Mjini na Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa dr Joel Arthur Nanauka, amewapongeza wanafunzi, wazazi na walimu, kwa kuhudhuria kwenye mahafali ya 18 ya kidato cha nne, katika shule sekondari ya Shangani, manispaa ya Mtwara Mikindani. Akiongea katika mahafali hayo yaliyofanyika siku ya Disemba 4, 2025 kwa niaba ya dr Nanauka, katibu wake Bwana Mohammed Tilika ambaye ndiye mgeni rasmi kwa niaba ya mbunge huyo amewomba wazazi kuwalea watoto wao kwa kuzingatia maadili. Faida Online TV, watu wa Field Pass na hiana, hatukuiacha ipite, tumefika shuleni hapo na kukuandalea taarifa ifuatayo. Mimi naitwa Karim Faida, hii ni Faida Online TV. Ni kukumbushe kusubscribe, kulike, na ku comment channel yetu ili endelee kupata habari zetu, hakika sisi ni watu wa Field. Tafadhali baki nasi. Mimi naitwa Mohamed Tilika, katibu wa mbunge wa jimbo la Mtwara Mjini Mwheshimiwa Dk. John Arthur Manauka ambaye pia na waziri wa nchi ofisi ya rais maendeleo ya vijana, amenaagiza hapa lija kuwakilisha, na haya nitakayosema basi ni kwa nyamba yake topoa. Kwanza anashukuru, anashukuru sana kwa kumwalika katika shughuli hii. Kulikuwa na watu wengi sana ambao wameweza kualika kwa wageni rasmi, lakini kwa maoni yenu na kwa mapenzi yenu nimeye kama mbunge wa jimbo la Mtwara mjini, ili aweze kuhudhuria mahafali hii ya kumi na nane ya kidato cha nne katika shule hii ya sekondari ya Shangani. Wazazi, tuna kazi kubwa, ama mna kazi kubwa ya kuhakikisha vijana wetu wanakuwa katika malezi bora, wanakuwa katika malezi sahihi tunaojenga kwa ajili ya taifa la kesho, yapo hapa mbayo ameteda katikati tumeona kuongea, lakini msingi wake ni, ni mmomonyoko wa maadili. Na katika hayo, katika hayo, wanaoaminiwa ama wanaoaminiwa ni wazazi. Hipo wazazi t katika kuwakuza watoto katika malezi bora Duu, mwenyekiti wa bodi na meza kuu wote hapa, zimezungumzwa changamoto kadhaa za shule, na hata wakati anakaribishwa kuongea mwenyekiti wa bodi ananiambia, akisisitiza kwamba tuone namna ya kutatua changamoto ambazo zimeelekezwa kwa mgeni rasmi. Kwa nafasi yangu niseme yale ya kimundo, tutaendelea tutafikishia lakini sio kumfikishia tu, kumkumbusha yeye afikishe sehemu ambako suluhu inapatikana. kwa nafasi yake kama mbunge anaenda kwenye baraza la madiwani ambapo ndio moyo wa maendeleo ya wananchi ikiwemo katika huduma za elimu. Kwa hivyo, nitakusisitiza na kuomba akienda kwenye baraza la madiwani awakumbushe umuhimu wa kuikumbuka shule ya Shangani. Ili shule hii iweze kuongezewa madarasa, shule hii iweze kupata dola, lakini pia shule hii iweze kujengewa ofisi. Naomba nitumie fursa hii pia kwa niaba ya mheshimiwa mbunge kuwashukuru wale watu wale wote kwa kuchagua kwa kura nyingi. Mheshimiwa Dkt. Joel Arthur Nanauka na kumfanya kuwa mbunge wa watu -si, wa mjini. Yeye binafsi anawashukuru sana sana sana, sana. Na, na, na na naomba tuendelee kumuombea na kumpa ushirikiano ili aweze kutimiza wajibu yake yale ambayo sisi tumatuma kama mbunge wetu, lakini pia yale ambayo yanakabiliwa na, na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya kuinua ama kuendeleza vijana wa nchi hii. Hivyo basi sisi wa Mtwara tunayo sababu ya kujivunia yeye na tunayo sababu ya kuendelea kumwombea na kumuunga mkono kwa yale yote ambayo anafanya. Na mwisho kabisa, anawapongeza wa Mtwara kwa kuendelea kuilinda na kuitunza amani ya nchi yetu. Hivyo basi awaomba, kama ambavyo tumefanya tuendelee kufanya hivyo katika kuilinda amani ya nchi yetu Tanzania. Hii ni nchi salama. Baada ya kusema hayo niwashukuru wote, asante kwa kunisikiliza. Norton Mbata ni mwakilishi wa bodi ya shule hiyo ya sekondari ya Shangani hapa mpara, nafasi ya kuzungumza na wazazi, walimu bila kusahau wanafunzi ambao wanahitimu katika kidato hicho cha nne na wanatoka shuleni hapo wakiwa wamehifadhi vitu vikubwa vikubwa tu ikiwa ni pamoja na Hawa the bus driver, Ngoswe Penzi Kitovu cha Uzembe, Archimedes principle bila kusahau Pythagoras theorem na vitu vingine kama hivyo. Itoshe tu kusema kwamba yote ambayo mmeusiwa basi muende mkayaishi. Hotuba ya leo, changamoto nyingi ambazo makamu mkuu wa shule kazisema, kwa kweli tunategemea sana ofisi yako Mheshimiwa Mbunge na Mheshimiwa Waziri wa Vijana, basi uweze kutusaidia kutatua hizo changamoto na hapa Faida Online TV tumpata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wahitimu hao wakielezea hisia zao bila kusahau matarajio yao mara baada ya kuondoka shuleni hapo. Kwa majina naitwa Saidi Juma Selemani, ni mhitimu wa kidato cha nne katika shule sekondari Shangani mwaka 2025. Kwa matumaini yangu, nashukuru sana kwa kufikia leo siku ambayo ni ya muhimu katika maisha yangu, na magumu yote niliyopitia ya nyuma, nashukuru sana hivyo wantafaulu itani yangu ya, ya kitato cha nne liliyoifai ajina naitwa Ngombe. Uh, nafula kubwa kutim ka siku leo katika shule ya sekondari Mtwara. Na matarajio yetu tunaenda kufaulu wote na kuendelea na elimu ya advanced na juu na mambo mengine, na mtizamaji wa TV kutokea hapa kwenye shule sekondari ya Shangani